Nikakuambiaje sasa hivi, tusubirie kukutana. Tutayapokea mashabiki wenzangu, nawaambia kwamba waziaet Unajua, ukishafungwa kwenye mpira, ukifungwa kupoteza, unaweza ukatoka ukaongea maneno ya ajabu ajabu, sielewi, lakini mwisho wa siku hii ni football, unaelewa Sherif? Unajua kuna timu moja sikutoka nchi gani, kwa sababu Sherif, unajua alifunga Santiago Bernabeu ya Madrid, unaelewa? Niweje sisi Simba tujipange kwenye michezo ile ile, bado michezo mitano, sasa hivi sio wakati wa kukata tamaa, unaelewa. Kuna uhakika wa kuvuka tu, finali iko wazi kabisa kwa sababu hii ndio mara ya kwanza sisi tunapoteza kwenye mchezo wa kwanza.